Mazingira ni hali halisi ya ligi, hatujaelewa vizuri, sio kama hivyo. Madudu madudu tunasikia, tunaambiwa maneno mabovu mabovu, kwamba sisi waigizaji filamu a. Kwenye ligi ni ligi ambayo inaendeshwa na mtu ambaye anatumia kwamba hayupo kisahihi. Kwa hiyo naomba kwamba kwa bodi ya ligi yani, ni heri tu ijiuzuru mara moja iweze kanavyo, kwa sababu kutokana haya mbele atakuwa matatizo, atakuja kumkumba matatizo makubwa sana. Sababu Kalia anaendesha mpira ambao wa kuzuia upande mmoja, yani kwamba upande mwingine asikilizi. Wewe ukiwa kama baba mlezi wa vilabu vyote ambao vinashiriki ligi kuu unatakiwa uvisikilize, uviweke mezani, lakini wewe unasikiliza upande mmoja afu matokeo yake unaamua unavyoamua, wewe unakuja unatujua maneno mabaya kutuambia sisi waigizaji fulani. Sawa, si hata tunawezekana kwa vigazi fulani, kwa sababu ndo kwa nini fulani vile vile unapata hela ankala unazipata, unaelewa, lakini sio kauli nzuri. Yani jamaa anaonekana tufai kabisa, yani madudu, yani dudu kabisa. Ili jamaa ni dudu, yani mdudu kabisa, afai kabisa kwenye bodi, yani afai kabisa kuwa rais wa TFF, yani aondoke kabisa, kwa sababu kunapoendea huko kutakuwa matatizo makubwa atakuja kusababisha, ataondoka pale kwa maafa mabovu sana, yani ajiuzuru kabisa mapema kwa sababu hivi hichi club kwanza, anachuketea maneno poroo poloje. Hichi club sio club cha mtu mmoja, hii club ni taasisi, club ya watu wengi ambao wengine wako serikalini kwao. Anatakiwa atumie mdomo wake, uwe na break, akiwa kama rais wa TFF, sio na kama unalopoka ovyo tu mkondo ovyo ovyo, ni maji ulopoke ili wafurahishe watu ambao wako pembeni. Kama kauli gani ambayo wewe ulisikia ukaona kwamba wewe ukaropoka? Kauli anazo nyingi, kauli anazo nyingi, kauli ambazo sisi tutotuma zaidi, yani kutuambia sisi wa, yani waigizaji wa filamu, hii sio kauli nzuri, Sababu akumbuke kwamba yeye kwanzia na familia yake na mama yake mzazi, familia yake yote aliyokuwa na yeye, anaenda choni kunya kwa ajili ya yule ambaye ana mzao yule, ndo anampa pesa yeye, kupitia kwa yeye ndio klabu ambayo kubwa ambayo inaingiza mashabiki wengi hususani, ambaye baka yeye anapata hela yake kutuletea nyodo. Baada ya kutujibu kauli kama hizo za kipumbavu, atakiwa kae ajitafakae na ajiulize kwamba nachongea hichi, je, nikiongea mbele ya jamii ni kwa kama mimi rais wa TFF, je, kuna watu nitafurahisha au nitakwaza? Kikweli ametukwaza sana, wananchi ametukwaza sana, wanajangwani ametukwaza sana, wanachama wote so wa yeah. Na mashabiki wote wa Dar es Salaam Africans, kikweli anachotumia sio siasa kwamba umeme katika gafa kwa nini? Kwamba ndio TFF ndio rais. Kwani wewe uko katika gafa? Ina maana yajui kwamba kinachotokea nini. Kwenda juu kama Yanga anacheza finali. Finali finali ni, ni, ni, ni, ni, finali ya Afrika, ni finali ambayo kubwa vilabu vingi vinaangalia hususan mashabiki wengi, baadhi wanaangalia wengi. Kwa hiyo zekani wewe uko katika gafa. Hiyo ya kwanza, kati ya nuksi pale. Kweli tumeenda hapa, tume tume tume tumetoka tofauti, tumeenda kule, tumeshinda huko, tumefungwa mbili moja kule, moja bila. Tofauti tumetoka kutoka na kuhusu goli. Au ipoje tumelifanya tumekuja tena kwenye mashindano kima ya kimataifa, tumekuja tumecheza na huyu Alilali mechi ya huko, umeona kabisa pole hapa. Ni kwa sababu wewe kama mbaba mlezi, cha kwanza unatakiwa vile klabu hili na wewe mwenyewe utengeneze CV yako. CV unatengeneza vipi? Timu inapofika mahali ipasavyo kwenye fainali au nusu au kuingia kwenye hatua ya fainali ipasapo, kuna pesa nyingi takribani itaingia kwenye kwenye TFF. Kwa hiyo vile vile amekosea tumeona kabisa yani, angalia hata movement ambayo ya, ya uwanjani tunavyoona kabisa, unaona kabisa hii mechi kwamba kama ime, kama imenunuliwa na upande wake yeye yani, kama kainunua kaweka hivi vizuri kaka fresh kwa, tumeona kabisa madudu tumeona upande wake. Kwa hiyo mimi ninachoomba huyu mtu kwamba, yani, ni heri ajiuzulu, ili asije akapata matatizo, kwa sababu wananchi ni wako wengi, na kama wako wengi wananchi, wako mtu huyu mmoja, utashindwa kulea familia yako kwa upuuzi ambao unafanya kwenye klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Klabu yanga ni taasisi Yanga ni klabu kubwa. Yanga ina serikali ipo. Yanga ina jamii ya kila mtu. Yanga ina kila mtu ambaye yuko mule ndani. Na mimi moja hapo nikiwepo na kwa sababu naumia kwa machozi ambayo nayaona, ambayo kauli alojibu kalia ni kauli mbaya sana, kauli moja kwa bodi ya kwa bodi ya ligi, atoboe, ondoke zake ni rais lakini rais ambaye acha bodi ya ligi pale. Msimamo wenu bado uko pale pale. Mkipangiwa sasa hivi tarehe mpya kufanya ya kucheza dabi yenu na Simba, mnapeleka timu familia yake uwanjani kumi na mbili, wakifikia wakacheze wao wajipange vizuri wakaendelea na ligi yao ila yeah. Sisi hatuwezi kuingiza timu, tunachohitaji ni pointi tatu zetu, kwa sababu sisi tumeingia uwanjani imama. Yani wewe mazoezi ya siku moja na kuzuia kutokuja kufanya kucheza mechi, wewe mechi unakuja kujalisha saa nane unawaambia watu washatoka mikoani kwa sababu mechi hamna. Heli vile vile madudu yako ungetoa ile usiku ule kamba ulizuiliwa, ungesema madudu yako papa, ungemaliza. Watu wangeingia kwenye wangeingia kwenye nanini kwenye mitandao ki ya kijamii wangeangalia, lakini sasa nakuja kutoa madudu yako, watu tayari washajiandaa kuja, wameingia hapa Dar es Salaam, hamna kitu chochote. Huyo ni dudu tofauti wako na huyo ni dudu mkubwa, ni filigisi mkubwa, atakiwa atoke, yani afai kabisa. Nasikia kuna faini, kuna faini imetangazwa Yanga atakiwa kulipa kutokana na sakata lililotokea yeye uwezi kulipa faini pasipokuwa na msingi aina yote. Faini utalipa ukiwa na misingi ambayo yenye maana yenye malengo kwenye, kwenye bodi yetu ya ligi. Kama hakuna madudu aina yote uwezi kulipa faini, sababu kama wote tajibu nipe faini na mimi nitaandika barua nitaenda kafu au nitaenda kasi, nikienda kasi kuna kuna vigezo vyao. Kwa hiyo sikanizoe mimi nikashindwa kufanya jambo kwa sababu nikuogopea kwamba wao, kwa mezi wao na nini, na wao mwenyewe kuna watu wengine wako juu yao. Kwa hiyo nafika sehemu kule kule eziw